Ila hii privacy pia bado bado lazima tuitazame sana kwa makini. Si wote wanaokuja na nia njema, si wote wanaokuja na na malengo mema. Lakini hata hiyo privacy ambayo pengine mnahitaji muipate, ni privacy ambayo itatupa assurance ya usalama wa mhusika. Unaweza ukasema unatoa privacy, kumbe mtu amekuja na nia anayojua yeye mwenyewe. Nitoe tu mfano mdogo. Siku hizi teknolojia iko mpaka kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye vitu vingine, usipokuwa makini hata hii karatasi tu inaweza ikatumika vinginevyo ikamzuru mtu, karatasi tu, wakati mwingine hata mkono unaweza ikatumika vinginevyo. Lakini pia maongezi, wakati mwingine mtu anaweza akaja pale, anaomba privacy, kumbe anaongea vitu vyenye njama fulani kwa hiyo tu, tunatoa privacy lakini kwa tahadhari ya kiusalama pia, lazima tulijirizishe. Wakati mwingine a slightly mistake, tunaweza tukakutana na changamoto kubwa ya kiusalama ambayo itakuwa ni doa kwa jeshi, doa kwa serikali, kashfa kwa serikali. Lakini muda wote kwa kweli tunapenda tutende haki, fursa ambazo mnatakiwa kuzipata kama mawakili mzipate, lakini bia, bila kucompromise swala la usalama wa gereza, lakini usalama wa wale ambao wako mle ndani. Anaweza akaja afanya ndugu yake tu, msipokuwa na nia ya njema yamewe kujitokeza. Ndo maana kila kinachoingia pale gerezani lazima tujirizishe nacho. Ishe e kujitokeza ndugu yake kabisa, mtumiwa ameleta vitu ambavyo baada ya kuvibaini alikuwa anakuja kumzuru. Sasa lingekuwa ni jeshi la magereza sio yule, na tungekuwa na sisi hatuko makini. Kwa hiyo tunafanya yote ya kwa nia njema lakini kama mnadhani kuna eneo kidogo haliendi vizuri, tuko wazi kupokea. Mkuu wa jeshi niko wazi wakati wote, masaa 24, nipigie, ndaingilia kati ile haki ambayo nataka kuipata tutaipata. Kuna mengine wanajitokeza ya, ya, ya lugha wakati mwingine sio, sio nzuri. Wale nao ni binadamu askari, basi mwelewe. Hujaridhika na jambo kuna sababu ya kusema, ngoja nite waandishi wa habari kwa mfano niongee Nimeenda magereza wamenifanyia moja, mbili, tatu, nne, tano. Sidhani kama tunapaswa kufika huko. Hujarizika straight njo kwenye uongozi, na mimi niwahakikishie, Masaa 24 yale ambayo tutayapokea, tukadhani kuna changamoto tunapaswa kuiadress, kuingilia kati, tutaingilia kati, lengo tuimarishe mashirikiano, muweze kutekeleza majukumu yenu vizuri kwa mujibu wa taratibu na sheria.